Ni siku mia moja hivi zilizosheheni habari nyingi za uvuguvugu wa kisiasa na mlengo wa kibiashara katika mataifa mbalimbali ulimwenguni baada ya Rais Donald Trump kuchukua dhamana ya kuiongoza kwa mara ya pili nchi hiyo yenye mchango mkubwa sana wa kimisaada kwa mashirika yanayohudumia mataifa mbalimbali ikiwemo wakimbizi na waathirika wa HIV. Alipoingia madarakani Trump alinadi kwamba uchumi wa Marekani utaimarika chini ya uongozi wake na moja ya kauli mbiu zake ilikuwa ni kuifanya Marekani kuwa nafuu tena, bei kushuka katika siku yake ya kwanza ya serikalini. Mwenyekiti wa Baraza la Washauri wa Kiuchumi katika Ikulu ya White House nchini Marekani amesema kwamba sera za Trump zinafanya kazi katika kuupunguza mfumuko wa bei ikiwemo baadhi ya bidhaa kama vile petrol, bei za safari za ndege na za vyumba vya hoteli zimepungua sana kama ilivyokuwa mfumuko wa bei. Hata hivyo, Wamarekani sasa wanaitazama hali ya uchumi wa nchi yao na mustakabali wake kwa umakini zaidi kuliko walivyofanya mwezi Februari, muda mfupi baada ya Trump kuchukua madaraka na kabla ya kutangaza ushuru wake kwa nchi washirika. Leo katika kusherehekea siku hii ameangazia kile alichokiita mapinduzi ya akili ya kawaida, na kuwaambia umati wa wafuasi huko Michigan kwamba amekuwa akitumia urais wake kufanya mabadiliko makubwa. Utawala wa Trump umehakikisha idadi ya wahamiaji haramu wanaoingia nchini Marekani kinyume cha sheria inapungua, lakini uchumi unaweza kuwa hatarini kisiasa huku akianzisha vita vya kibiashara duniani. Nikinukuu maneno yake anasema, ndiyo tumeanza tu, bado hamjaona chochote. Hapa mjengoni tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Stanley Shanti. Wa kwanza, anatupasha kwa ufupi utendaji wa Donald Trump siku zake mia moja mamlakani. Donald Trump ametimiza siku mia moja tangu ameingia madarakani na wachambuzi wa, wa masuala ya kisiasa duniani wanajaribu kufanya tathmini kuangalia yale maeneo ambayo yameyagusa tangu ameingia Ikulu. Siku ya kwanza alitangaza kwamba zama za Marekani mpya zimefika na zama hizo za Marekani mpya amezielekeza katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni kutimua wahamiaji haramu, ingawa sio jambo geni kwa Marekani, kila mwaka lipo na linafanyika kila, kila siku, lakini wale ambao hawana vibali ona, na yeye anawatema kwamba aliens ni sasa, sasa watu vibaka, watu wa magumashi wale wote amewakamata, amewatia ndani, na anasema dhamira kubwa ya kwanza ni kuhakikisha kwamba fursa zote ni kwa ajili ya Marekani kwanza na inaonekana katika takwimu zake ameweza kuongeza nafasi kidogo ya ajira ajira ametengeneza ajira zaidi ya laki tatu na 45 katika siku mia moja na na ule ura, uiano wa siku mia moja zake na mtangulizi wake bwana Biden, katika kutimua wahamiaji haramu, inaonekana kiwango cha kuingia wahamiaji kutoka katika mpaka wake wa Mexico kimepungua kwa zaidi ya 80%. Hii kwake amekuwa ni karata ya turufu kwa upande wake lakini pia ameisha kitengo cha kutafuta ufanisi wa shughuli za serikali DOEG kikiwa chini ya Elon Musk kama mshauri wake, na pia amejaribu katika uwanja wa kimataifa kuwa mpatanishi. Kuna mgogoro katika Ukraine na Russia, na yeye amejaribu kucheza karata akiwa kama mediator, ingawaje katika mkutano wake wa kwanza na Rais wa Ukraine e, ilionekana kuna sintofahamu kubwa sana kama rais wa Ukraine alikuwa naona Trump akitumia ubabe kulikandamiza taifa lake katika kutafuta odds kuonyesha kwamba Marekani ina ushiriki huku yeye kama taifa akipoteza eh, madini. Lakini imeonekana juzi katika mazishi ya papa kile, uliandaliwa mkutano maalum kutafuta watu waweze kuzungumza, kwa sababu hatuwezi kuzungumza amani ya dunia bila kuweza kutengeneza utulivu. Kwa hiyo ilionekana ni sehemu ambayo wanaweza wakazungumza, na imeonekana amezungumza kwa staha kidogo na ni moja kati ya habari ambazokua zimekwenda sana viral. Tumwangazie Trump na ushirikiano wa nchi za Afrika na nchi za Afrika. Ukitizama, kikubwa sana ambacho kimewaumiza waafrika ni kuondoka kwa misaada na ile department ya ufanisi wa serikali, yenyewe ilijikita katika sehemu ya kwanza kuondoa misaada katika miradi mingi sana, hususan kama miradi ya Ukimwi. Walikuwa wanadai kwamba fedha nyingi zinakuja huku na, na haziwanufaishi wa Marekani. Sasa hili lilikuwa na, na mgongano wa kuleta upandishaji wa ushuru katika tozo sawa. So, sasa kwenye upande wa tozo kwake ameonekana sana amebezi kwa mchina ambaye ni mshindani wake mkubwa, lakini kitizama kwa Afrika kwenye usala la tozo, sisi hatuna tunachouza kikubwa kwake, isipokuwa yeye anataka kujipanua sana katika soko letu, na anaamini kwamba akiweza kupambana na mchina ana uwezo wa kuja kuweza kuteka maeneo yote ambayo mchina yupo lakini kwa jinsi hali inavyokwenda kwa sasa, sijui uko mbeleni lakini China wameretaliate kwa nguvu kubwa sana na wenyewe. Mtazamo wako ni upi baada ya hizi siku mia moja za Trump, Wamarekani na wadau wote wa maendeleo ulimwenguni watarajie nini? Yo, ukitaja wadau wa maendeleo ulimwenguni na Donald Trump, Donald Trump anachojaribu kufanya yeye, anatengeneza mindset ya Marekani kubwa tena kama zamani sawa lakini sasa dunia imekuwa na tabia za ubepari karibu maeneo mengi sana. Ukiangalia nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa zinatekeleza siasa za ujamaa, zinatoa siasa za ujamaa, zina katika ubepari. Sasa ile ile inatakiwa kutengeneza mazingira kwamba kwa dunia inayokuja mbele, Marekani asipokuwa makini, atakuwa amejipeleka katika kichaka ambacho anakaa peke yake. Unajua nitakupa mfano mdogo. Mgogoro ambao ulipo kati ya Marekani na China unahusu hizi Uh, hii mifereji mikubwa miwili duniani ambayo ndio biashara kubwa zinafanyika, mfereji wa Panama na mfereji wa Canal, uh, Suez Canal, ambapo biashara kubwa duniani inapita huko. Sasa unapotengeneza changamoto upande wako, watu watatafuta njia mbadala. Wakiipata njia mbadala, maanake katika soko lako watu watafanyaje? Hawatakuja Marekani kuna wakati inabidi itizame upya sera zake, ingawaje yeye mwenyewe imelalamika kwamba imekuwa ikitenda fea kwa watu wengi bila wao kupata kitu. Sometimes, katika mgogoro kuna option tatu: kuna mahusiano kwamba nimpe yeye apate mimi nikose, kuna yeye kunipa mimi nikose, yeye apate, na kuna kukaa katikati. Sawa, kwa mimi naamini kuna wakati utafika, Marekani itabidi akaye jitizame. Kama mda mkubwa hapa duniani anaweza kapoteza yo nafasi yake na heshima yake ikachukuliwa na mtu mwingine na hatari kubwa zaidi mtu ambaye anaweza akachukua nafasi ya Marekani na China. Shukrani sana Stanley Shantiwa, kwa kutupasha kwa ufupi kuhusu siku mia moja za rais wa Marekani Donald Trump. Kwa niaba ya mwandaji wa undani wa leo, Anisa Selvester, mimi ni Abeli Mponela nikutakie siku njema.